Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu katika kipindi chetu cha saa ya faraja katika Kristo, mahali popote ulipo ulimwenguni na unapotutizama. Na leo tunatoa sehemu ya tatu ya maombi ya kufunga na kuomba, na tunazungumzia aina za mifungo. Leo tunazungumzia mfungo wa siku saba,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 Maombi ya mfungu wa siku saba, maana yake ni siku saba, unaweza ukawa unakula chakula jioni au unakula mchana tu, jioni hauli mpaka asubuhi, na unakuwa na ajenda maalumu ambazo unaziombea katika kitu hichi cha somo ambacho tumekisoma. Unaona, kuna ile pointi inasema nani mtanitafuta na kuniona. Mungu anatafuta kwa bidii lazima umtafute pia kwa kufunga na ku, kufunga na kuomba kufunga na kuomba, lakini umtafute kuomba na kutoa sadaka pia, lakini kufanya matendo ya huruma. Hayo yote ni maombi ambayo yanagusa moyo wa Mungu kusaidia watu wake haraka. Maombi haya ya siku saba pia yalifanyika kule Ninawi wakati Yona alipofika Ninawi. Ukisoma kile kitabu cha Yona sura ile ya tatu na ya nne utaona Yona alipofika Ninawi alipiga mbiu ya watu kufunga na kuomba kwa sababu Mungu alikuwa amekasirika na kaidi kwamba angeiteketeza nchi ile ya Ninawi baada ya siku arobaini. Na unaona baada ya watu kusikia lile neno kitu ambacho walifanya waliingia kufunga na ukisoma Yona tatu inaeleza kuanzia mstari wa tano, basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu wakatangaza kufunga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 mwanadamu asionje kitu wala nyama wala makundi ya wang'ombe wala makundi ya kondoo wasile wala wasinywe maji, bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu, naam, wajeuke kila mtu naache njia yake mbaya na udhalimu ulio mkononi mwake. Ni nani ajue kwamba Mungu hatajeuka na kugairi na kuiachia mbali hasira yake kali isimwa isitu isimwa isitu angamize au msiangamizwe. Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akaligairi neno lile baya ambalo alisema atawa, atawatenda asilitende. Kwa hiyo unaona katika Biblia maombi haya yana uwezo wa kujeuza hasira ya Mungu. Maombi haya ya siku saba yalijeuza hasira ya Mungu juu ya taifa lile la Ninawi. Lilikuwa na watu wengi sana, watu mia moja na ishirini elfu walikuwa wateketezwe na hasira ya Mungu kali. lakini walipokubali kusadiki kile alichotumwa Yona, wakaingia katika mfungo. Mungu basi aliweza kujeuza moyo kupitia yale maombi ya toba, lakini kupitia wale watu kuacha njia zao mbaya, akagairi ule ubaya aliokuwa atende katika mji ule asiutende tena. Kwa hiyo maombi haya yana nguvu sana. Ukifanya haya maombi katika roho na kweli, kuna mambo yatatokea kwenye maisha yako makubwa. Kuna watu wengi hawajui kwa nini tunahubiri watu wafunge na, ku, na kuomba. Sasa hivi kuna mambo magumu yatatokea katika mataifa mbalimbali, na hayo maombi unayoomba ya kawaida sasa hayataweza kuleta mabadiliko kama hautafanya maombi haya ya kufunga na kuomba na kutafuta uso wa Mungu, e, na kumlilia Mungu na kuacha aina matendo mabaya yanayomchukiza Mungu kuanzia kwenye ngazi ya familia, jamii yote, mkoa na hata nchi. Tukamrudia Mungu na tukaanza kulia. Angalia jinsi mtumishi wa Mungu Yona alivyofika kule, alipiga kelele na kuambia watu kwamba Mungu atateketeza mji ule baada ya siku siku fulani, wa Mungu atateketeza ule mji. Lakini Mungu, yani Mungu ni wa ajabu jamani, aliona hali ilivyo, na akasaidia wale watu na akasamehe wale watu. Maombi haya kwanza yamebeba mambo, namba saba ni namba ya ukamilifu. Siku saba ni namba ya ukamilifu Dunia iliumbwa kwa siku saba, ni namba ya ukamilifu. Maombi haya kwanza yamebeba namba saba ambayo ni namba ya ukamilifu. Maombi haya yanaweza kujeuza hasira ya Mungu kwenye eneo na au kwa, kwa mtu husika. Kwa hiyo kama hasira ya Mungu inawaka juu yako au inawaka juu ya eneo la familia, malango ya familia yenu, kwa sababu ya watu kumwacha Mungu huko mkiingia kwenye haya maombi, mmeshatafuta watumishi wameenda nyumbani kwenu, wameomba, lakini haijafanyike bado, mafanikio hamjayaona. Sasa wekeni mpango wa kufunga kama familia, fungeni siku saba, mwombe Roho Mtakatifu, mfunge siku saba na muwe kwenye toba, na hizo mbuzi na zinazosumbua watu na ng'ombe zivalishwe magunia, watu wapake majivu, ng'ombe nguruwe, wote kuku wote warushwe majivu, waombe na kugaragara. Mungu ataondoa hayo mambo mabaya mnayaona katika hiyo familia au katika hiyo nchi mungu alikusudia kuangamiza ninawi lakini alipoona yale maombi ya mfungo alighairi mungu alisamehe ninawi na watu wake baada ya huo mfungo na watu kuacha njia zao mbaya na hii iko katika nyakati wa pili saba kumi na nne ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha watatubu na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso mimi nitasikia Sio tufanye tu maombi ya kufunga tu hivyo tu, tufanye maombi ya kufunga lakini na tuombe kitu cha kuziacha njia mbaya na kumrudia Mungu, kirudi ndani yetu. Hicho kitaleta majeuzi makubwa sana. Mungu alisamehe ni nawe baada ya kuona mambo hayo. Kwa kuna mambo matatu ambayo yatatokea: yamebeba majibu kwa taifa, yamebeba kusikia sauti ya Mungu kwa mtu, yamebeba majibu kwa familia kwa mtu mmoja na hata kwa taifa. Maombi haya, faida za haya maombi ya siku saba, yamebeba majibu kwa taifa, yamebeba kusikia sauti ya Mungu, yaani Mungu atasema na wewe wazi wazi, lakini yanaleta nyakati za kuburudishwa. Matendo ya Mitume sura ya tatu mstari wa kumi na tisa kama watu wanatubu na kurejea, kuna nyakati zinakombolewa, nyakati za kuburudishwa zinatokea kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tujitahidi kufanya maombi haya yanafungua vifungo. Mathayo sura ya kumi na saba mstari wa ishirini na moja lakini namna hii haitoki pasipo kufunga na kuomba. Kuna vitu vinakutesa, umeshaomba havijaondoka. Kuna, ta kuna tabia unataka kuziacha eh, hauwezi tena kuziacha. Kuna hali unataka iondoke kwenye maisha yako, magonjwa ya mara kwa mara, tabia fulani ambazo huzipendi, unakuta tu umeshazitenda Eh? Sasa Yesu mwenyewe alisema namna hii haitoki pasipo kufunga na kuomba, Mathayo kumi na saba ishirini na moja Ingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba sasa na Mungu atafungua vifungo vyako. Kwenye Zaburi ya mia kumi na sita mstari ule wa kumi na sita nasema, Bwana amevifungua vifungo vyangu. Maombi haya yanaleta roho ya urejesho, roho ya urejesho wa vitu vilivyoibiwa au kupotea Yoeli sura ile ya pili mstari wa 25 tano mpaka wa 26 sita inasema nami nitakurejeshea miaka yako iliyoliwa na tulutu na parare na nzige na madumadu na viwavi. Maana yake urejesho wa afya, urejesho wa nyakati, urejesho wa furaha, urejesho wa kuolewa, kuwa kuolewa. Katika mji kuna maeneo watu wa na ni vita, ureesho sauti ya bibi harusi na bwana imekatiliwa mbali, bwanarusi. Neno liko kwenye Isaya, tutalisoma wakati ujao lakini sasa tunapofanya maombi kuna urejesho wa roho ya neema na maombi itatokea. Niko kwenye Zekaria kumi na mbili mstari wa kumi. Zekaria kumi na mbili mstari wa kumi anasema, nami nitamwagia watu wa Yuda na Yerusalemu roho ya neema na roho ya maombi. Ulikuwa unaomba sana, sasa hauwezi kuomba tena. Ulikuwa unaomba masaa mawili mpaka matatu, sasa hivi unaomba dakika mbili ni kupiga miayo ni kulala. Umekwisha kuvamiwa, au kuna mambo mengi yamekusonga, nafsi yako imezidiwa na mambo mengi Funga ili Mungu apangue hiyo mizigo. Mathayo kumi na moja ishirini na nane na ishirini na tisa na thelathini Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Ingia maombi ya siku saba, funga na kuomba, na uanze kumwambia Bwana, ninakuja kwako na mizigo hii. Akiipakua utaanza kusikia wepesi, na roho ya neema na maombi itabubujika juu yako. Sasa ninaamini kama umetufuatilia tayari, kuna namna umeshaelewa mfungo huu. Baba wa mbinguni ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wetu na msikilizaji wetu popote alipo. Tunamfunika kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo na tunafunika ujumbe huu na nguvu za Roho Mtakatifu zishuke na kuvuvia ujumbe huu ili kila atakayeutizama. Bwana tunaamini wapo mamia ya watu watakwenda kufunguliwa kupitia ujumbe wa siku ya leo kwa mfungo wa siku saba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mbariki hata huyu anayenyosha mkono wake eh Bwana, kwa ajili ya kuwezesha kipindi hichi kuwa hewani katika jina la Yesu ninamweka mkononi mwako nabariki kazi na mipango yake yote, Bwana, na ninaomba nguvu zako za zimshukie na kumfunika, maana Bwana amelipeleka neno lako kwa mataifa mengi. Waweze kufikiwa na Injili kote ulimwenguni katika jina la Yesu Kristo nimeomba, Amen. Tumia namba zinazopita hapo, tuma sadaka yako au ushuhuda au wasiliana nasi kwa ushauri na maombezi zaidi. Mungu akubariki.